Nilipata taarifa ya, ya Abudi baada ya kupigiwa na rafiki yake anayelala naye anaitwa Liberatus kuniomba nimsaidie kumwangalia, maana mama yake anajaribu kumpigia simu lakini hapokei. Ndipo nikatoka nakwenda kufungua mlango wake nikakuta hali yake sio shwari, kabidi ni mtaarifu kiongozi mara ya mwisho kumuona kumwona ilikuwa ni jana. Mimi nilikuwa ni mchana, nilikuwa natoka muda, anatoka alikuwa na, anabishana nawenzia hapa, wanacheka nami, nikashiriki nao kucheka kidogo, tukaongea nikaondoka, nikawacha hapa, alikuwa anaosha vyombo kwenye likalo. Na kama mwezi mmoja hivi nyuma hakuja chuo siku moja, nilivyomuuliza niliambia kwamba kichwa kinamuuma sana. Na kama wiki mbili nyuma hivi aliniomba nimsindikize maabara hapo hivyo maeneo hapo hivyo mauki tuvyoenda maabara akapima, akampa majibu, tukaenda famasi, tuka tukamchukulia tuka dawa, basi akaendelea na dawa zake. Mnamo saa tisa nilipata taarifa kutoka kwa mwangalizi wa nyumba hii aitwaye John Justin Lumperile kwamba kuna mwanafunzi katika nyumba yake hali yake si ya kawaida. Basi nikachukua hatua ya kufika mpaka eneo husika. Kwa kweli, tulipomkuta tulikuta hali yake si nzuri, lakini sisi hatuna uthibitisho wa kusema mtu amefariki wa wala nini. Kwa hiyo, tulichokifanya mimi kama mwenyekiti, nikapiga simu moja kwa moja kwa polisi. Bahati nzuri, katika kata yetu ya Mazimbu tuna polisi kata, polisi kata, polisi kata, polisi kata, nikampigia polisi kata, polisi kata akataarifu polisi upande wa patrol, nao hawakuchukua ajizi Wakafika katika eneo la tukio. Tunathibitisha kuna tukio la namna hiyo, kwamba mwanafunzi aitwa ya Beauty Richard Loy, huyu ana miaka ishirini na mbili, mwanachuo chuo kikuu cha SUA mwaka wa pili kozi ya utalii. Yeye alikuta amekufa ni nyumba ambayo amepangisha. Jana usiku ameshikwa na maradhi